Kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kitaifa zilizinduliwa rasmi tarehe 25 Novemba 2025. Uzinduzi huo uliashiria kuanza kwa kampeni hiyo rasmi nchi nzima ambapo kwa upande wa wilaya Mafia tunazindua rasmi leo tarehe 1 Disemba 2025. Kaulimbiu ya mwaka huu ni tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia mitandaoni. Halmashauri kupitia idara ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na wadau itaendelea na kampeni hii hadi tarehe kumi Disemba 2025. Chimbuko la kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ni harakati ya kimataifa iliyoanzishwa mwaka 1991 na, na Kituo cha Kimataifa cha Uongozi wa Wanawake lengo la kuhimiza hatua za dharura katika kukomesha ukatili wa kijinsia duniani. Kampeni hii ilianzishwa kufuatia kumbukumbu ya mauaji ya kikatili nchini Dominican Republic tarehe 25 Novemba 1960, ambapo jumla ya wanawake 14 wapiganaji wa haki waliuliwa kikatili kwa sababu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Tukio hili lilisababisha Umoja wa Mataifa kutangaza tarehe 25 Novemba kama siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa, wa kijinsia. Kampeni huisha tarehe kumi Disemba, ambayo ni siku ya kimataifa ya haki za, za kibinadamu, ikiashiria uhusiano wa karibu kati ya haki za binadamu na haki za wanawake kwa ujumla. Kampeni ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia inaendeshwa kwa kuzingatia sera, mikakati na mikataba mbalimbali mbali ya kitaifa, kikanda na kimataifa inayolenga kuimarisha usawa wa kijinsia ustawi wa jamii na ulinzi wa haki za binadamu. Kwa upande wa kitaifa, utekelezaji wake unaongozwa na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka ishirini ishirini na tano, sera ya maendeleo ya jamii ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita na sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka ishirini ishirini na tatu, ambazo kwa pamoja zinalenga kujenga jamii yenye usawa inayothamini utu na haki za kijinsia na kutoa fursa za kimaendeleo kwa wanawake, wanaume na watoto. Lengo kuu la kampeni kuungana na wadau katika ngazi zote za jamii ili kujenga nguvu ya pamoja katika kulinda jamii dhidi ya ukatili wa kijinsia, hususan ukatili unaofanyika mitandaoni kwa lengo la kuhimiza, kuelimisha na kushawishi jamii kutokomeza vitendo hivyo na hatimaye kufikia usawa wa kijinsia na no usalama wa mitandaoni kwa wote. Shughuli zitakazofanyika wakati wa kampeni kwa kipindi cha siku kumi na sita za kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia halmashauri kupitia idara ya maendeleo ya jamii itaendelea kutoa elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa kata zote nane ambazo elimu hiyo itatolewa kwa shule kumi na mbili ambapo shule nane ni za msingi na shule nne za sekondari vijio vya bodaboda boda, wazazi ama walezi kupitia vikao vya wazazi mashuleni na vikao vya vijiji, zahanati na vituo vya afya siku za kliniki ya wajawazito na watoto, kamati za mtakuwa ngazi ya kata na wilaya zitahuisha mpango mkakati wa kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa mwaka 2025 2026. Aidha, kuwatambua vinara wa kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia yafuatayo ni mambo atakayojadiliwa elimu ya malezi na wakuzi ya watoto, elimu ya kujitambua kwa watoto na uwezo kujiamini, madhara ya tukanao na ukatili wa kijinsia, namna ya kukabiliana na madhara ya tukano na ukatili, kubaini viashiria na vitendo vya ukatili wa kijinsia na kuvifikisha sehemu husika kwa ajili ya kuendelea na hatua zingine. Kwa kushirikiana na wadau pamoja na kamati za mtakua, halmashauri itaandaa mkakati kwa ajili ya kutokomeza ukatili na kufikia usawa wa kijinsia. Matokeo tarajiwa: makundi maalum katika jamii yatajengwa uwezo kuhusu masuala ya jinsia, usawa na ulinzi dhidi ya ukatili wa kijinsia; kuimarika kwa ushirikiano, uelewa na maarifa miongoni mwa wadau kuhusu mikakati na juhudi za kitaifa na kimataifa za kupinga ukatili wa kijinsia, ikiwemo ule unaojitokeza mitandaoni; kuongezeka kwa uelewa wa wanawake, wasichana na jamii kwa ujumla kuhusu miongozo sera na sheria zinazolinda haki na heshima ya binadamu katika mazingira ya kidijitali; jamii kufahamu na kuthamini juhudi, sera na programu mbalimbali zinazotekelezwa na serikali na wadau katika kuzuia na kutokomeza ukatili wa kijinsia; kubainishwa kwa changamoto na mapungufu katika utekelezaji na jitihada katika kufikia usawa kijinsia. Itimisho, miongoni mwa athari za vitendo vya ukatili wa kijinsia ni maambukizi ya viviuu ambayo huambukizwa kwa kubakwa, kulawitiwa na kadhalika. Kila mmoja kwenye jamii ana jukumu la kupinga ukatili wa kijinsia na kutoa elimu kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia. Naomba kuwasilisha. Ndugu mgeni rasmi, kama alivyosema MC, kazi yangu ni ndogo tu ya kutoa neno la shukurani. Uh, la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika hapa na kuweza kumaliza shughuli hii salama. Lakini la pili ni kumshukuru mgeni rasmi kwa kutenga muda wake kuja kujumuika nasi. Na kubwa kabisa ni kuwashukuru wananchi pamoja na wadau wetu ambao wamejitokeza kushiriki nasi pamoja kwenye maadhimisho haya. Uh, tunaamini mtakuwa mabalozi wema wa kufikisha yale machache ambayo tumewapatia, ikiwa ni elimu pamoja na tahadhari kuhusu kujikinga, lakini kuishi kwa afya bila kuathiri shughuli zetu, kwa wale ambao Uh, wameathirika au wale ambao watagundulika kuwa wameathirika. Kama ilivyosemwa, unyanyapaa umepitwa na wakati. Jali afya yako ili uweze kufanya shughuli zako, uh, bila kutetereka pamoja na kuwa na maambukizi. Kwa hiyo cha msingi ni kujua hali zetu. Baada ya kujua hali zetu kufata ushauri na kuzingatia, ili tuweze kuishi uh, kwa afya bora. Mwishoni, kwa niaba ya kiongozi wetu mwenyekiti wa kijiji chetu cha Kilindoni, eh, nipende kutoa shukrani pia kwa mgeni rasmi kwa niaba yake, na kwa kufikia hapa nawajulisha kwamba maadhimisho yetu kwa siku ya leo uh, yamefikia tamati. Asanteni sana kwa kushiriki.